Maswali kibao kupotea na kupatikana kwa padri nikata. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini simulizi ya vijana wanne waliotoweka da miili yao kuokotwa pwani. Lakini kuna habari inayosema mtoto wa Odinga asimulia mauti yalivyomfika baba yake India. Lakini umedhalilishwa na kukopa mtandaoni, suluhisho ni hili. Hilo ni gazeti lako la Mwananchi. Lakini bado kuna habari inayosema mambo ya kipekee ya Raila ndani e, ya saa sabini na mbili e, mambo pekee ya kipekee ke, ya Raila ndani ya saa sabini na mbili. Lakini Samia ahidi kukuza biashara kati ya Tanzania na Kongo, e, Samia ahidi kukuza biashara kati ya Tanzania na Kongo. Lakini bado kuna habari inayosema changamoto e, tatu za bainika mwendo mwendokasi Mbagala, e, changamoto tatu hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ndugu, na habari inayosema chanzo cha maroli kuzagaa mitaani, hiyo ni habari pia ndani ya gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Mtu mmoja apoteza maisha baada ya kulipukiwa na mtungi wa gesi e, mtu mmoja apoteza maisha baada ya kulipukiwa na mtungi wa gesi, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakali yako kwa habari kwa kina ukia kichana gazeti la mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako na Nipashe e, mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo lenye linaanza na habari inayosema wagombea urais wanasisitiza amani uchaguzi mkuu mku. Lakini ijue nguvu ya kuomba msamaha e, ndani gazeti ya gazeti la Nipashe anasema ijue nguvu ya kuomba msamaha. Lakini askofu Dr. Show atoa kauli nzito uchaguzi e, askofu Dr. Show asema ni makosa kutokupiga kura, ataka Watanzania wasikubali kuburuzwa ni haki yao ya kikatiba kupiga kura. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti la Nipashe. Lakini Uthmani ahidi mabadiliko utumishi wa umma, Uthmani ahidi mabadiliko utumishi wa umma e, na padri wa rc aliyepotea akutwa hoi shambani e, lakini Samia atangaza neema Katavi na Rukwa. Rais Samia atangaza neema Katavi na Rukwa hilo e, ni gazeti lako pia la Nipashe ukurasa wa mbele, na tukichana gazeti ya Nipashe tuangazie gazeti lako la Uelekeo linaandika: Dr Samia ahidi miradi lukuki Katavi na Nkasi. CCM kuboresha kilimo uvuvi biashara Morogoro. Kuboresha kilimo, uvuvi na biashara huko Morogoro. Lakini bado kuna habari inayosema Raila e, baba kuzikwa leo e, Laira baba kuzikwa leo. Lakini gazeti kula la mwana habari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo lenye inatuhabarisha miradi ya kimkakati Tanrodi yatajwa kufungua mkoa wa Songwe. E, miradi ya kimkakati Tanrodi yatajwa kufungua mkoa wa Songwe. Lakini Wasira, nchi ipo salama waambieni Watanzania wakapige kura. Huyo ni Steven Wasira asema nchi ipo salama, waambieni Watanzania wakapige kura. Lakini wa e, wa habari kubwa ni Dr Samia kuifungua Katavi kupitia bandari ya Karema. E, Dr Samia kuifungua Katavi kupitia bandari ya Karema. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwana Habari e, asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado kuna habari inayosema Dr Mwinyi ahidi kuwabeba wajasiria mali wadogo wadogo. Eh, Dr Mwinyi ahidi kuwabeba beba wajasiria mali wadogo wadogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwanahabari, lakini gazeti kula la mbra, Mzalendo lenye linaandika waziri eh, Wasira nchi ni salama, wananchi kapigeni kura. Huyu ni Steven Wasira asema nchi ni salama, kapigeni kura. Lakini ukurasa pili wa gazeti la Mzalendo linaandika Dr Mwinyi atangaza neema kwa uvuvi eh, Zanzibar. Hiyo ni ukurasa wa pili, Dr Mwinyi atangaza neema kwa wavuvi Zanzibar. Lakini, eh, kuna habari inayosema jitokezeni mkapige kura. Hiyo ni habari inasema jitokezeni mkapige kura. Wewe ni kutoka kwa Dr Samia. Lakini Balozi Nchimbi ahidi barabara uhakika Morogoro. Eh, Balozi Nchimbi ahidi barabara uhakika Morogoro. Lakini mwisho wa enzi za Raila Odinga ndani ya gazeti la kula Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazia sasa kwenye gazeti la Habari Leo, gwiji la habari ya e, Jumapili ya leo linaandika polisi wampata padri aliyedaiwa kupotea yaeleza kilichomsibu. E, polisi yampata padri aliyedaiwa kupotea yaeleza kilichomsibu. Lakini ukurasa 17 gazeti hili e, ndio habari ikiendelea kwa kina na hospitali ya Benjamin Mkapa e, hospitali ya Benjamin Mkapa kuwa kituo cha kimataifa. Eh, yuna habari ukurasa wa 3 nasema, hospitali ya Benjamin Mkapa Eh, kuwa kituo cha kimataifa lakini habari kubwa ni Samia kupeleka biashara kimataifa. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Habari Leo inasema Samia kupeleka biashara kimataifa. Habari inaendelea ukurasa wa pili, lakini ahidi kutumia bandari ya Karema kuiteka DRC Congo. Eh, ahidi kutumia bandari ya Karema kuiteka kibiashara DRC Congo. Lakini waliopisha barabara mpanda Sikonge na manyere nkasi kufidiwa. E, waliopisha barabara Mpanda Sikonge na Manyere Nkasi kufidiwa, lakini bado kuna habari inayosema siku kumi kabla ya uchaguzi amani yatawala. E, siku kumi kabla ya uchaguzi amani yatawala, lakini Wasira nchi ipo salama, kapigeni kura. Habari inaendelea ukurasa wa kumi na saba kwenye gazeti lako e, la habari leo, upate nakala yako kwa habari kwa kina na tukiachana na gazeti lako la habari leo tuangazie kwenye gazeti lako la Zanzibar leo lenye lina habari kubwa inayosema Dr. Mwinyi atangaza neema kwa wavuvi. Huyo ni Dr. Mwinyi atangaza neema kwa wavuvi, lakini Hemedi ahidi kuwainua walimu wa madrasa Kiwani. Hemedi ahidi kuwainua walimu wa madrasa Kiwani, lakini Zeki yapokea kura karatasi za kupigia kura. Zeki yapokea karatasi za kupigia kura, kura. Serikali imefungua kiuchumi mkoa wa Katavi Eh, Dr. Samia. Eh, serikali imefungua kiuchumi mkoa wa Katavi. Eh, huyo ni Dr. Samia asema eh, hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye kurasa za mbele za gazeti lako la Zanzibar leo, habari kubwa ni kutoka kwa Dr. Mwinyi eh, kutangaza neema kwa wavuvi. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Zanzibar leo ni kutoka kwa Dr. Mwinyi kutangaza neema kubwa eh, kwa wavuvi. Gazeti lako la taifa eh, Jumapili linaandika baba alipendelea sana eh, kupunga hewa pwani joto lilipozidi Nairobi, lakini buriani Jacom. Eh, ni kutoka kwa Laila Odinga, eh, ni buriani Jacom. Kuna gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge lenye habari kubwa inayosema Wasira, nchi ipo salama, waambieni watanzania wakapige kura huyo ni Steven Wasira asema nchi ipo salama, waambieni wakapige kura. Lakini mgombea chauma aomba siku mia moja kulibadili jimbo la Nyamagana, mgombea chauma aomba siku mia moja kulibadili jimbo la Nyamagana. Lakini Samia kuisuka Katavi. E, Samia kuisuka Katavi. Dr Mwinyi ahidi kuweka mazingira wezeshi kwa wajasiriamali wadogo. Dr Mwinyi ahidi kuweka mazingira wezeshi kwa wajasiria mali wadogo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge, ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi e, ya leo, sasa kwenye kurasa za michezo na burudani na gazeti lako la Mzalendo linaandika Azam FC raha tupu, Yanga ni maumivu e, ni baada ya kutandikwa kichapo cha goli moja kwa sifuri e, huko ughaibuni hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo, lakini kuna habari inayosema Simba kazini kimataifa leo. E, Simba kazini kimataifa leo. Kakolanya akiri ligi ni ngumu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mzalendo, lakini gazeti lako la Zanzibar leo kwenye michezo linaandika Dr Mwinyi apiga simu uwanjani kuzungumza na mashabiki e, Dr Mwinyi apiga simu uwanjani kuzungumza na mashabiki, lakini Yanga yapoteza ugenini, KMKM hoi kwa Azam vijana panga tupu wapata faraja ujenzi wa viwanja vya michezo. Lakini Simba Singida dimbani leo, michuano ya kafu na JKC, JKU ya onja ushindi mbele ya polisi. Hilo ni gazeti la Zanzibar Leo, lakini bado kuna habari inayosema e, Pamba Jiji yaichapa Mashujaa, e, Pamba Jiji yaichapa Mashujaa. Lakini Makapu asimamishwa Malindi, e, Makapu asimamishwa Malindi. Mabedi yashangiliwa Yanga ikisaka ushindi, lakini uendelevu udu, udulele wa sisim apania kuinua michezo kata ya kidoti, kidodi, lakini makapa wasimamishwa Malindi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwanahabari ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti lako eh, la Mwanahabari linaandika Yanga eh, kupindua meza kwa Mkapa ni baada ya kupigwa goli moja kwa sifuri na Sliva Strika ya Malawi, lakini Senzo ampa kongole injinia H. Nyota Simba wanataka ushindi leo, Azami ya chungulia makundi kafu Polisi Tanzania yazidi kung'aa championshipu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, lakini KMC yachezea kichapo kwa Mbeya City. Hilo ni gazeti la Mwanahabari kwenye michezo, huku gazeti lako la Uelekeo linaandika Simba dimbani Eswatini leo Silver striker ya idwaza Yanga Malawi, lakini watanzania waikacha nafasi ya popati Azam na nyota JKT Queens wachomoza tuzo za Afrika. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa michezo, na gazeti lako la habari leo kwenye michezo inaandika Azam ya nusa makundi Yanga hoi, lakini twiga JKT Queen kuwania tuzo kafu, Simba Singida mgusawa ugeneni hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Huku gazeti lako la Wamachinga sauti wa ya wanyonge linaandika KMC maksimo yapigwa tatu bila na Mbeya City, lakini Azam ya ibenge yaichapa KMKM eh, yaichapa KMKM. Yanga ya chana na kocha Fords eh, ni baada ya, ya kupigwa moja bila na Silver Strikers. Simba yaiteka Eswatini, yataka ushindi Leo hiyo ni habari kwenye gazeti la kula wa machinga eh, kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti la kula nipashe mwanga jamili naandika pantevu ahidi soka safi, ushindi kafu yanga ya tulizo Malawi. Hiyo eh, ni habari inapatikana kwenye gazeti la kula nipashe kwenye kurasa za michezo. Yungi gazeti la kula mwanaspoti linaandika yanga ya mvunjia ya mkataba fodzi mabedi achukua mikoba, yanga ya mvunjia ya mkataba fodzi mabedi achukua mikoba na kuna habari inasema kubeba Silver Striker asema ampa mzuka feitoto. Hiyo habari pia inapatikana kwenye gazeti lako e, la Mwanaspoti